aganga unatumia watu vibaya, unaweza pata hata mganga. Ni mtu mtoto mdogo kweli kweli, ati mavingumu mavingumu oi! ati unasema nini, nataka fanya nini? do you know do you know that same David, wewe? unaongelelea wewe wewe umejua, we David unaongelelea? Na hata DCI friend unaongelelea umejua. Sina leo. We don't, we only need the other to reveal. To reveal where these people are hiding. To reveal, to actually reveal. Yeye arudi tu apumzike na mama yake hospitalini. We only, we only want you to reveal. Because hatuwezi ona Ibrahim anasumbuliwa hivyo na tuko hapa. Mm? You just only want to reveal, tujue huyu jamaa wako wapi ama wajamaa wako wapi? Nitafurahia, nitafurahia na, let me tell you, yu ngumu ndio inakuongeza nyinyi nguvu, si ndio? Mavingumu yanaongeza nyinyi nguvu kama jina lake sasa. Mavingumu yanaongeza nyinyi nguvu. Number one, if you meet mavingumu this year, friend, piga risasi bila kujua yeye ni na kina nani. Chapa risasi mwingine baki na huyu jamaa anasema yeye ndiye amebaki kunyamba, baki na yeye mfinye, mfinye, anatoa Ibrahim. I'm telling you, hapa bila this, hapa bila hawa watu kukufa

Sasa wewe unatuambia, unatupea warning kama nani? Uhuru wetu wenyewe unafanya kazi na umeshota mbaya sana. Sio umefanyaka kazi, mna wengine guide kufanya nini? Pesa hamna, mdomo mingi. Kuna kitu kunafanya yani, I don't know what's wrong with this guy is hmm.